Zanzibar kuna komba, Zanzibar kuna chatu, Zanzibar kuna kenge, lakini wao hawajawahi kuwaona wale wanyama. Kwa hiyo katika kuanzisha hizi zoo ni fursa pekee ya watu mbalimbali mbali kuja kuwaona wanyama e, ili wajue hasa hawa wanyama wapo Zanzibar wana umuhimu gani katika mazingira kwa... ili mgeni tukimwambia msitu wa Jozani una wanyama hawa, wako wapi aweze kuwaona, nikawa na the good thing ni kwamba hili eneo hili lote ni remote area na ule msitu wetu wa Jozani ni maeneo ambayo yanapaswa kutunzwa mazingira yake kwa ajili ya kuprotekti ule msitu wa Jozani. Kwa hiyo tumepata hili eneo tukaamua kulitumia hivyo, na tunaishukuru serikali yetu pendwa chini ya uongozi wa Dr. Hussein Mwinyi kwa kuendelea na sera hii ya kusupoti maendeleo kwa vijiji mbalimbali mbali, na kutuwezesha kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji specifically wale wawekezaji wadogo kupata hii fursa kwa kuna, kuna gap kubwa hii la, la, la, la uiano baina ya wanyama na, na miti. Sasa mwenzetu huyu ame, amejaribu kwa kiasi kikubwa sasa kukava hilo gap. Kuna namna gani sasa anaweza akali akaweka ule uiano baina ya wanyama na miti, na mtu akiweza kuja kuweza kupata fursa ya kuona mambo yote hayo mawili.